zungumzia janaba. Ah, kwenye darasa la leo hapa tutazungumzia jambo jingine ambalo linamlazimisha mtu aoge ili apate tahara. Itakumbukwa kwamba kabla ya kueleza janaba, tulieleza kwamba kuna mambo ambayo yakimtokea mtu ni lazima namuita kwamba atakuwa na hadathi kubwa. Kwa hiyo, analazimika lazima aoge kama atataka kufanya ibada zile ambazo zinahitajia tahara au mambo yale ambayo yanahitajia tahara. Kwa hivyo, jambo la pili katika mambo ambayo yanawajibisha mtu awe ana hadathi kubwa ni kutokwa na damu ya ada ambayo ni hedhi. Hedhi hili ni neno la Kiarabu ambalo lina maana ya kumiminika. Neno hili hili ndio limetokana na haudh ile ambayo Waswahili wanasema hodhi, kwa, kwa maana kwamba maji yaliyokusanyika mahali pamoja. Hilo, hiyo ndio maana yake kilugha. Lakini kwa maana ya kiistilahi, ikitajwa hedhi, inajulikana ni damu ya kawaida au ya ada ambayo inatoka kwa mwanamke baada ya kubalegh na kabla ya umri wa kukoma damu, itakayotoka baina ya hapo, hiyo itakuwa ni hedhi, lakini itakuwa ni hedhi kwa hukumu zake na sifa zake. Ikikosa hizo sifa, hata kama mtu atakuwa anatoka katika umri huo basi inawezekana kwamba isiwe ni hedhi. Umri wa kubalehe mwanamke ni, ni miaka tisa, na miaka tisa hii tukisema miaka tisa tunakusudia miaka hii ya, ya mwezi mwandamu. Kwa hivyo inapungua kidogo kuliko miaka hii ambayo watu wameizoea ya kalenda hii za ya miladi. Kwa hiyo katika mwaka kunapungua karibu kama siku kumi na nne, kumi na tano hivi mpaka kumi na tatu. Kwa hiyo ukipunguza punguza hapo mpaka kufikia miaka tisa, pengine unaweza kupata kama miaka minane na nusu hivi na uh, una kidogo kwa hivyo mwanamke akitoka damu kuanzia umri huo itahesabika ni hedhi, na umri wa kukoma itakuwa ni miaka hamsini. Akishafikisha miaka hamsini ya hii hii ya miezi miandamo, ambayo kama livyozungumza nilivyotangulia kusema ni kwamba itakuwa inapungua kidogo, ukipiga mahesabu na hii miezi miaka hii ambayo tumezoea. Kwa hivyo umri wa kukoma mwanamke wa kawaida ni miaka hamsini. Nimesema wa kawaida, kwa maana kwamba wanafikihi wametofautisha kama mwanamke ni mkuraish basi umri wake unaendelea hadi miaka sitini. Umri wake wa kukoma utaendelea hadi miaka sitini, lakini hata hivyo wanasema kwamba ni ihtiyat kwa mwanamke ambaye si mkuraish kuanzia miaka hamsini hadi sitini. Kama ataendelea kutoka damu basi kwa ihtiyat, kwa kujitoa shaka, anatakikana aache, yani afanye ihtiyat, ajione kama ana hedhi kwa upande mmoja, na upande mwingine ajione kama ana istihadha. Istihadha tukielezea baadaye, ni ile damu ambayo inakuwa si ya kawaida, si hedhi wala si nifasi, lakini mwanamke anatoka damu. Mwanamke akiwa katika hali hii huwa atafanya ibada kama kawaida, swala ataswali pamoja na kwamba anatoka damu. Hii ya istihadha ni ile ambayo itakuwa imekosa sifa za hedhi. Sasa kwa mwanamke ambaye si Mkuraish anatakikana kama ataendelea kutoka damu baina ya miaka hamsini hadi sitini basi afanye ihtiyati, ajitoe shaka kwa maana kwamba afanye aache yale mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi na ambayo tutakuja ataja baadaye, na afanye vitendo vya mustahadha, kwa maana kwamba ataswali kana kwamba vile ana istihadha, lakini wakati huo huo itabidi aache vile vitendo ambavyo ni haramu kufanywa na mtu ambaye ana hedhi. Kwa nini mwanamke wa kawaida anaambiwa umri wa kukoma miaka 50 na mwingine ni 60? Hii ni fikihi, wanafikihi wame wametoa fatwa hiyo, kwa hivyo si kazi yetu ya kutafuta sababu, kama tulivyotangulia kusema mwanzo mwanzo wa darasa zetu kwamba katika mambo ya sheria hakuna kwa nini jambo hili liko hivi. Kwa nini mkojo uwe najisi lakini kitu kingine kisiyo najisi? Hatuna nafasi ya maswali haya. Tulisema kwamba nafasi ya kwa nini iko katika mambo ya imani. Kwa nini kuwe na Mwenyezi Mungu, hapo ni lazima mtu ajiulize, bali saa nyingine inakuwa ni wajibu ajiulize kwa nini kuwe na na mtume na kwa nini mtume awe Muhammad asiwe mwingine, kwa nini kuwe na siku ya mwisho. Hapa ndio tunatakana tujiulize. Tukishapata majibu tukikinai, kwamba Mwenyezi Mungu yuko na ni mmoja, hana mshirika, na alituma mitume na kwamba mtume wake wa mwisho aliyemtuma ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapa sasa itabidi tumwamini tu huyo Muhammad na lile alilotumwa na Mwenyezi Mungu. Madam tumemwamini kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo atakayoyasema yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatuna haja ya kumuuliza kwanini. Huyu Mwenyezi Mungu akakwambia tuswali mara tano, kwanini asingetuambia tuswali mara mbili? Kwanini ametuambia pombe ni haramu? Kwa nini ametuambia zina ni haramu? Kwa nini? Kwa nini? haya maswali haya huwa hayana nafasi, ndio ya, labda inawezekana maswali haya yakatokea kwa wale ambao watakuwa wanatafuta fatwa, kwa maana kwamba kwa nini kuna fatwa hii. Basi atachambua yeye mwenyewe, atafanya utafiti wa mapokezi hadithi haya na mengineyo. Kwa hivyo hapa kusema kwa nini asiekuwa mkuraish miaka yake ni hii. Pengine wanafiki wa tafiti wenyewe watakuwa wanaweza kufanya utafiti kulingana na mapokezi ya hadithi na aya na kadhalika. Kwa hiyo umri ni huo, baina miaka kwanzia miaka tisa hadi miaka sitini kwa ujumla tuseme, hapo itakuwa ni hedhi. Ikiwa mwanamke ataona damu kabla ya hapo itakuwa si hedhi, au baada ya hapo itakuwa si hedhi. Na si lazima kwamba mwanamke akiwa kwenye umri huo lazima atoke hedhi. Hapana, inawezekana kwamba asitoke hedhi. Na sifa za hedhi ni kwamba ni damu. Kuna sifa tatu ambazo zitakuwa zinaipambanua hedhi na isiokuwa hedhi. Sifa ya kwanza ni kwamba ile damu hiyo nyeusi au nyekundu, na iwe ina harara, yani ina, ina, ina iko motomoto -moto. Na iwe inatoka kwa, kwa msukumo, yani kwa maana kwamba inatoka vile anaisikia wo, ikitoka. Kwa hivyo, ikiwa ina rangi nyingine kama rangi ya manjano au iko baridi sana aa, kutoka kwake pia ni kama kutirizika tu. Haitoki kwa msukumo, basi hiyo itakuwa si hedhi, ingawaje mara chache inahukumiwa kuwa ni hedhi hata kama haina sifa za hedhi. Utakujaona baadaye, kuna hali fulani mwanamke akiona damu, hata kama haina sifa za hedhi, madamu yuko katika siku fulani na yeye mwenyewe yuko katika hali fulani, katika fungu fulani, itachukuliwa hiyo damu kuwa ni hedhi hata kama haina sifa za hedhi lakini kwa ujumla sifa za hedhi ni hizo tatu. Aa, ni iwe nyekundu au nyeusi na itoke, iwe na iko moto na iwe inatoka kwa, kwa nguvu tuseme, kwa msukumo ule. Wanafikihi wanasema kwamba inawezekana kwamba mtu akawa ana mimba na akatoka hedhi. Sasa pengine labda tutasema hapana, wanasayansi hawasemi hivyo, ndio wanafikihi wanasema hivyo, wanasema kuna uwezekano huo lakini haina maana kwamba ndio amesema lazima kwamba inawezekana, lakini wanasema kwamba inawezekana kwamba mtu akawa na mimba na akapata hedhi. Pia ni kweli kwamba saa nyingine akina mama wenye mimba zikifika zile siku zao, kama ni mtu ana, ana kawaida zile siku zake huona alama, lakini ile haiwezi kuitwa ni hedhi. Kwa hivyo itakuwa ni hedhi mpaka itimize zile sifa zake, muda wake, kwa sababu hedhi pia nayo ina muda wake. Tutaelezea sasa hivi. Naam, sasa hedhi ina muda. Kwa uchache hedhi isiwe chini ya siku tatu. Kwa maana kwamba ikitoka hedhi alafu ikakatika kabisa ikaacha hata isirudie tena kwa siku mbili, basi ile haitahesabiwa kuwa ni hedhi. Kwa hivyo, kwa uchache isiwe chini ya siku tatu nweza kuwa tatu nne tano sita saba nane tisa na isizidi siku kumi. Kwa hivyo kwa uchache ni siku tatu na wingi wake ni siku kumi. Itakayotoka ya siku ya kumi na moja itakuwa sio hedhi, hizi za huku nyuma ndio zitakuwa ni hedhi, lakini ya siku ya kumi na moja itakuwa si hedhi. na uchache wa siku ambazo ziko baina ya hedhi moja hadi hedhi nyingine, kwa uchache kuwe kuna siku kumi hapo katikati. Kwa hivyo, mwanamke kama atakauka hedhi alafu zisipite siku kumi akaona hedhi nyingine, basi hii haiwezi kuwa ni hedhi ya pili. Kutakuwa kuna hukumu fulani ama itakuwa imechanganyika na hii hedhi ya kwanza, hapo kuna hukumu zake ambazo tutaziona hapo mbele, au itakuwa ni istihadha. Kwa hivyo kwa uchache ni siku tatu na wingi wake ni siku kumi na utwahara baina ya hedhi moja hadi hedhi nyingine itakuwa ni siku kumi. Kwa maana hiyo hii inawezekana kwamba katika mwezi mwanamke akatoka hedhi mara mbili na zikahesabika kwamba ni hedhi mbili. Kwa mfano atoke siku tatu tarehe mosi pili tatu kisha atwaharike tarehe nne hadi tarehe kumi na nne kwa mfano alafu kumi na tano akaona damu, itakuwa ni hedhi ya pili hiyo, maadamu hapa katikati pamepita siku kumi, na ile ya kwanza pia aliona kwa siku ambazo hazipungui siku tatu. Naam kuna namna ya ku ya kuji kujitesti kwa mwanamke, kwamba kama aliyoona ni damu ya hedhi. Pengine mwanamke ameona mara ya kwanza labda, au pengine ameonana na mumewe kwa mara ya kwanza labda, akatoka damu ya bikra, akawa ametatizika kwamba hii ni damu ya bikra au ni damu ya hedhi? Hapo namna ya kujitest ni kuingiza pamba, kisha aitoe ile pamba. Ile pamba kama ile damu itabaki juu juu, itakuwa hiyo si hedhi, itakuwa ni damu ya bikra. Na kama damu itazama ndani ya pamba, hapo hiyo ndio itahesabika kwamba ni damu ya hedhi vile vile testi hii anaweza kuifanya mwanamke ambaye amemaliza siku zake, tuseme hana ada. Kuna wanawake wengine hawana ada siku. Mara nyingine anaweza kutoka siku tatu, mara nyingine akatoka siku tano, mara nyingine akatoka siku saba. Sasa huyu pengine damu ikawa imekatika sasa ikawa yeye ana wasiwasi kwamba sijui damu bado iko au imebaki ili, au inaendelea. Manake saa nyingine hedhi mwanamke anaweza kuiona kana kwamba imeisha, lakini kumbe bado iko. Kwa hivyo hapo cha kufanya ni afanye testi ya, ya atie pamba kwenye tupu yake, angoje kidogo ile, dam, ile pamba ikitoka na damu ambayo imeingia ndani ya, ya pamba itakuwa bado iko kwenye hedhi, na kama itatoka juu juu tu ya, ya pamba, basi atajihesabu kwamba hedhi itakuwa imesha katika. Lakini hukumu hii ni ya yule ambaye ana, ana wasiwasi kwa kwamba ni hedhi au si hedhi. Ikiwa mtu anaiona damu inatoka kama kawaida tu, basi hakuna haja ya kujishughulisha na hilo. Kwa hivyo, hii ni ya yule, kwa mfano ameona leo na akawa na wasiwasi huo, labda ni mara yake ya kwanza kuona, au sio mara ya kwanza, lakini ikawa pengine kuna jambo limefanyika la kumsababisha atoke damu Akawa na wasiwasi huo kwamba ni damu ya hedhi au ni ya nifasi, ni damu ya hedhi au ni da... siyo damu ya hedhi basi. E, jambo la kujichunguza ni kama hivyo tulivyoeleza. Hiyo ndiyo damu ya hedhi. Tutarudia haraka haraka tuliyoeleza leo. Tumesema kwamba damu ya hedhi ni damu ya inayotoka kwa mwanamke katika siku zake za, ni damu ya ada inayotoka kwa mwanamke, na inatoka baada ya umri wa kubalehi ambao ni miaka tisa na kabla ya umri wa kukoma ambayo ni miaka hamsini kwa mwanamke asiyekuwa mkuraishi na miaka sitini kwa mwanamke ambaye ni mkuraishi. Tukasema kama sio mkuraishi baina ya ah, hamsini na sitini, kama anaendelea kutoka, atafanya ihtiyati kujitoka kujitoa shakani, kujihisabu kuwa na hedhi kwa upande mmoja, na wakati huo huo ajisabu kuwa na istihadha, kwa maana kwamba ache alio haramu kwa mwenye hedhi, lakini aendelee kufanya ibada zake, na tukasema kwamba muda wake ni siku tatu, kwa uchache ni siku tatu na wingi wake ni siku kumi. Na vile vile utohara ambao utakuwa baina ya hedhi moja na hedhi nyingine, kwa uchache ziwe ni siku kumi. Na mwisho tukamalizia kusema kwamba ikiwa mwanamke ana wasiwasi wasi na damu inayomtoka kama ni hedhi, kwa siku ya kwanza ile au siku ya mwisho ile, kwamba imekatika au haija katika, ni atie pamba kwenye tupu yake, angoje kidogo, kisha aitoe. Ikitoka na damu ime iko juujuu tu ya pamba haikuzama ndani, itakuwa si hedhi na ile damu ambayo itakuwa imezama ndani itakuwa ni hedhi. Kwa leo, inshallah tutakomea tuta hapo, tutaangalia kwenye somo lijalo katika hukumu nyingine zinazohusiana na hedhi. Masala ya hedhi kwa hakika ni masala ambayo yanatatiza sana. Na, na mikanganyo mingi sana. Kwa hivyo ni wajibu wa kina mama kujaribu kuangalia mak kwa makini sana swala hili. Mtu saa nyingine anaweza kuacha ibada kumbe anatakikana afanye ibada, anaweza kufanya ibada kumbe hatakikani afanye ibada. Kwa hivyo, ni muhimu sana kuzingatia, na pengine katika maelezo haya tutakayoeleza anaweza kampa mama kidogo mwangaza, lakini ni vizuri vile vile kumrejea mwalimu au wajuzi ambao wako karibu naye kwa kila lile litakalomtokea, kwa sababu wana hali tofauti tofauti sana kina mama katika masuala haya. Tutajaribu pale vile tutakavyoweza, lakini ni vizuri sana kina mama kuwa makini makini makini sana na kadhia hili wallahu alam. Namuomba Mwenyezi Mungu tujalie kuwa ni wenye kusikiza maneno na kuyafuata mazuri yake. wasalli llahuma ala sayidina muhammadin wa ali beitihi tayibin atahirin allahuma salli <tutu>